Nani aniambie jezi za msimu huu, ukipatia kuna 10,000. hizi ndio jezi zetu za msimu huu wa Chuo Challenge Cup. Yapo, Damiani amekosea, amekosea, amekosea mbona kama saba hivi? <laughs> <laughs>

Makofi. Kodineta wa mchezo Mr. Mlaya ameninusuru, ngoja tuhesabu, mbili tatu nne. Siwezi kukaukwa naosi, niliwambia ni mchekeshaji, kutakata mwana mmecheka, siwezi kukaukwa na koolu, nikakupa hela genyeji. Ase, <laughs> hebu tumpigie makofi matatu Damiani, jamani. Wakajipange. Ule mwaka uliopita tulikuwa mshindi wa tatu, haikuwa matarajio yetu. Matarajio yetu yalikuwa ni mshindi wa kwanza, lakini wenzetu walijipanga wakawa mshindi wa kwanza na wa wa pili, sisi tukawa wa tatu lakini mimi nimekwambia na, kaza na ile kauli yangu moja wajipange, ya rangu moja wajipange, wajipange. Captain anaambia mji pange, au sio bwana? Ah, kwa kweli tumejiandaa vizuri, tumejiandaa na ushindi tosha. Kiufupi tumejipanga, labda tuambie vyuo vingine wajiandae sana. Tumejipanga, tunajiamini kwa sababu yani tulionayo ni imara na walioondoka ni imara, waliokuja pia ni imara zaidi. Walioondoka kwa majina, anaitwa Damian, ni mkufunzi katika chuo cha Misunguti na pia ni coordinator katika kitengo cha michezo. Labda ndugu yangu, mimi nikutoe hofu ni, na pia kitu ambacho naweza nikakueleza, mapokezi yao ni jibu tosha kwamba kwa jinsi gani ambavyo wanasubilia kuingia uwanjani kuonesha kwamba hatutoishia tena nafasi ya tatu, kwa kudra za Mwenyezi Mungu tunaalika fainali ya chuo Challenge msimu huu. Bingwa atapata kiasi cha milioni mbili. Bingwa uh, uh, kwa maana nafasi ya pili atashika kiasi cha milioni moja na nusu, lakini mshindi wa tatu atapata kiasi cha milioni moja, lakini kundi bora cha ushangiliaji wataondoka na laki tatu. Mchezaji bora, mfungaji bora na kocha bora wataondoka na kiasi cha laki mbili mbili, kila mmoja. Na kikubwa pia tumefanya zoezi la ugawaji jezi ambalo tumetoa jezi kwa washiriki wa mashindano ya Chuo Challenge Cup. Kipindi hiki tungekuja mechi ya kwanza tukacheza kama watu waoga, lakini safari hii tukija ni mechi ya kwanza mpaka ya mwisho, ni aidha mvua au refa aondoke au uwanjani lakini lazima tumpige mtu. Ni mambo mawili tu, mvua kubwa au refa akimbie mchezo. Lakini adhima yetu iko pale pale, kwamba hata mwaka huu tutakuwa mabingwa.